Mpenzi mtazamaji wa D&A TV, hapa mbele yangu niko na mgombea wa ubunge jimbo la Kawe Geoffrey Timoth. Mheshimiwa, vipi mapokeo ya wananchi ha? Wananchi kwa kweli tunashukuru wameitikia mwito na hii ni mwendelezo kama unavyofahamu chama cha mapinduzi ni chama, chama kikubwa, chama kina watu, lakini sio tu wanachama wa chama cha mapinduzi hata wasio wanachama wamevutika kweli kweli, tumekuwa tukipokea simu toka jana watu wanaulizia mkutano utafanyikia wapi, utaanza sehemu gani, kwao ni matarajio yetu. Atakapofika mgombea mwenza hapa watu watakuwa wamejaa sana. Wewe mwenyewe ni shahidi, unaona watu ambao wanazidi kuongezeka hapa. Kutokana na watu walivyojaa, unawaambia nini watu ambao wanasema no no reform no election? Ukizingatia na mwitikio wa wananchi wa jimbo la Kawe walivyokuitikia, kwa Kawe a, kwa Kawe hii kauli ya no no reform no election huku haipo. Wananchi wa Kawe kwa kweli bado hawajasikia hiyo no reform, no election. Wenyewe wanajiandaa kutiki, na sababu za kujiandaa kutiki zipo e, wenyewe ni mashahidi. Yamefanyika mambo makubwa jimbo la Kawe kwenye eneo la elimu, yamefanyika mambo makubwa kwenye eneo la afya, yamefanyika mambo makubwa kwenye biashara, kwenye barabara. Kwenye barabara tunaendelea kufanya mambo mengine, lakini kwa yaliyofanyika wanakawe wanasema e, Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ale e, mtori nyama atakutana nazo chini na kutokana na msemo wako wa ukweli na uhakika, ni jambo lipi ambalo ukishinda ubunge utaanza nalo kwa jimbo la Kawe? E, kwanza kabisa kama uh, unavyofahamu changamoto yetu kubwa sisi wanakawe ni miundombinu ya barabara, lakini tunashukuru safari hii ilani ya Chama cha Mapinduzi imeainisha barabara nyingi sana zinaenda kujengwa kwao. Kipaumbele changu mimi cha kwanza ni kuhakikisha yale yaliyoainishwa kwenye ilani chama pinduzi, ya Chama cha Mapinduzi yanaenda kutekelezwa ziko barabara nyingi sana zimeainishwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi. Tukienda kusimamia na kuhakikisha zinajengwa, tutapunguza tatizo la foleni kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi jambo langu la kwanza ambalo naenda kuhangaika nalo ni miundombinu ya barabara na kuhakikisha tunapunguza foleni katika jimbo la Kawe. Okay, na msingi wa ushindi wenu unatokana na kazi aliyofanya Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa upande wa jimbo la Kawe raisi anaweza akapata ushindi wa asilimia ngapi? Ah, mpaka sasa mpaka sasa tunaamini raisi atapata ushindi usiopungua asilimia tisini. Tunachokifanya sisi ni kuendelea kuwaelewesha wanakawe yale yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu ili tutoke kwenye asilimia tisini twende hadi kwenye asilimia tisini na tano kwa sababu kama unavyofahamu binadamu hawakosi, wale ambao hata ufanyeje bado watakupinga tu wale ambao hata ufanyeje bado watakupinga ndio tuwataka tuachie zile asilimia tano. Mama yetu akipata asilimia tisini na tano sisi tutakuwa tumemzawadia, tutakuwa tumemlipa kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante sana mpenzi mtazamaji wa DNATV. Huyu nilikuwa naye ni mgombea ubunge wa jimbo la Kawe, Jofrey Timos. Endelea kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho.